Kaunti namba 46 ambapo mzozo kati ya bunge la Kaunti ya Nyamira na ofisi ya gavana wa kaunti hiyo Amos Nyaribo unaendelea, huku uhusiano kati yao ukionekana kuzorota, baada ya wawakilishi wadi kuwafurusha mawaziri watatu waliokuwa na ofisi katika majengo ya bunge hilo. Mawaziri wa mazingira, elimu, michezo pamoja na maofisa wanaohudumu katika ofisi hizo walifurushwa hapo jana na milango ya ofisi hizo kufungwa Kufu hii nyumba mnaona hapa mbele ni mali ya assembly Nyamira County Assembly, na sababu tumekosa ofisi nyingi, ilikuwa inatumika na county executive. Ofisi ziko pale nyingi Uh, zilikuwa ziwe za waheshimiwa na department so chairman na department zao hawana mahali pa kukaa na ku, kuandaa vikao vya departments walikuwa tenants, na tumeamua kuwafurusha sababu tulikuwa tumapea wao notice ya kutosha watoke, na walionekana reluctant. Mgogoro imekuwa kama miezi sita sasa, tuko na Senator Okongo Mogeni mwenye nafaa kama assembly kuna shida kwa kaunti mwenye anafaa kuingililia aone vile naisa tatua. Mpaka sasa hivi vile tunaongea kwa ngo mgeni, huyo senator wetu, acha wee ongelea kitu yote kuhusu hili jambo. MCA wote na wafanyakazi wote wa kaunti assembly hawajalipwa mshahara kwa miezi sita, na hii yote tukiangalia ni sababu kuna speaker mwenye alikuwa mwenye alitolewa kwa ofisi na, na, na governor akashikana na yeye, ndio maana amefanya hii yote, hawapati pesa taarifa hiyo kutoka kaunti namba 47 Nyamira. Tunarejea hapa kaunti namba 46, tunakuja namba 47, hapa Nairobi, ambapo mi napata fursa ya kumeza mate kabla ya kujia na taarifa zaidi.